Ya timu kusema kweli, sijaridhika nayo na sababu za kusema hivyo, huyu Jean Ahoua, mechi ya kwanza pia performance yake ilikuwa down, na nilimtumia ujumbe na Fadlu pia kwamba anachelewa kufanya sabu, na leo hayo hayo imerudiwa kwamba unajua mwandishi, mchezaji anapokosa clear chance mbili anapoteza confidence, anapoteza confidence uwanjani. Kwa hiyo anapokosea, anapopoteza confidence, kocha ana jukumu na anawajibika kufanya sabu mara moja, na hayo hayo leo Moroko amerudia, ambaye alirudia Fadlu mechi ya kwanza kwamba alichelewa kufanya sabu lakini laiti kama angefanya sabu leo, pengine tungetoka na matokeo mazuri. Sawa kabisa, ndio hiyo nilikuwa nasema kwamba ilitakiwa atoke Aua aingie Maema. Lakini unajua mwandishi, Aua anajirudia rudia kila wakati yokosa, inabidi atulize akili awe makini uwanjani. Unajua mwandishi, mechi hizi za kimataifa Ukikosa, ukikosa nafasi moja ina cost team, inatakiwa uwe makini sana katika finishing. Kama unakumbuka mwaka jana ahua huyo huyo Zanzibar alitucost. Kwa hiyo ajirekebishe, ni ujumbe wangu kwake, na nimwambie kwa Kiingereza kwamba Jean Charles Ahoua, we Simba fans and members request you that be very positive while playing and be very careful. Losing, the, you, when you lose scoring, you affect the team. When you you lose scoring, you really affect the team. So be very careful. Huo ni ujumbe wangu kwake na nahisi utamfikia. Superb, superb, superb. Yani superb performance. Yani nimeridhika naye na namuombea kwamba azidi kuji tuma na itetee nembo ya Simba. Unajua mwandishi, sisi tunataka wachezaji wetu wacheze kwa jihadi, wacheze waiheshimu wa, hii nembo eh? Ndo tunataka sisi kwamba wacheze kwa morali kubwa. Na laiti mwandishi, leo nimesikitika sana kwamba leo tumeshindwa kuingia uwanjani pia tumeshindwa uwanjani kuingia kutokana na sababu za kufungiwa. Mimi leo natoa rai sana kwa washabiki na wanachama wa Simba kwamba tunapokuwa uwanjani, sisi ni washabiki bora katika Afrika. Tunapokuwa uwanjani, tuwe na nidhamu, kwa sababu leo unajua mwandishi, kutoingia uwanjani, pengine leo kama vibe ingekuwa kubwa na tungekuwa tunashangilia, unajua tunasema mshabiki ni mchezaji wa kumi na mbili, pengine tungepata matokeo wezi kwa jua, lakini hii ni mojawapo sababu, pia inawezekana eh, pia tunaipa hasara klabu. Kwa hiyo tuwe waangalifu sana, tuwe na nidhamu, ili tuweze kuingia uwanjani na kuishangilia timu yetu. Unajua mwandishi, kuna wakati mwingine, kuna washabiki wanajiita wa Simba lakini sio washabiki wa Simba, wanavaa jezi ya Simba wana, wanaharibu brandi ya Simba. Mojawapo ni mchome kama yeye ha, haipendi Simba, asiharibu brandi ya Simba. Yule ni utopolo yule ni utopolo, ndio maana hata wakati tunapocheza sisi Simba hahudhurii mechi zetu wakati anavaa jezi ya timu yetu. Kwa hiyo nashauri pia kwa viongozi kwamba wamchukulia hatua ya kinidhamu na kisheria asituharibie brandi yetu ya Simba. Huu ni ujumbe wangu pia. Pengine labda, ni ujumbe wa namna gani sasa mnatoa kwa wachezaji baada ya sare ya hii leo lakini pia vilevile mmefanikiwa kuelekea kwenye hatua inayofuata? Unajua mwandishi, kikosi chetu ni kizuri, ni kizuri, tunakiamini kikosi kiliyosajiliwa mwaka huu ni kizuri inachotakiwa. Unajua, leo sisi hatuwezi kumhukumu Moroko kwa mechi moja, tumempa mechi hii moja. Kwa hiyo kila kocha ana falsafa zake, kwa hiyo achi tuvumilie aje kocha mpya tu, at, atumie falsafa ya Simba na atuvushe, ndo nia yetu na dhumuni letu. Basi na shaka, wana Simba mnatafuta kocha bila shaka, si ndio? Ndio, ndio. Vipi kocha wa tani hawafai? Kocha wa tani nani? wao wenyewe anataka kumfukuza, wao wenyewe anataka kumfukuza. Si ana nini yule mtu kabisa? Yule hata makundi hawapeleki Yanga na kuambia utopolo. Hata ah, makundi hawaendi ah. Hata we, yani, disemba afikishi huyu kocha, yeah. Hana kiwango chochote na watafukuzana pale, yeah. Hey, watafukuzana really? Unajua mwandishi, mm. sisi tumecheza na timu mm. ni mabigwa wa Botswana yeah wao wamecheza jana na timu ya ndondokapu timu ya ndondokapu. Alafu angalia kingine, ndio maana tunasema wao ni wao, sisi ni sisi. Angalia washabiki wao kumi na tano uwanjani wakati wameruhusiwa, na hiyo kumi na tano washabiki walioenda kule walilipiwa na Simba walilipiwa na Simba, ndio nakwambia hivyo. Wale wale washabiki wao hawaendagi wale washabiki wao sio kama sisi. Sisi leo laiti tungeruhusiwa uwanja ungejaa elfu sitini watu. Ndio sisi Simba. Tofauti ya kwenu nyinyi na wao ni upi? Ndio hiyo nakuambia kwamba wao watu wa maneno tu, hawaipendi timu yao. Na sasa hivi wametoa jezi zingine jezi ya kiti ya pili sijui nini. Sasa hizo jezi nazo nimenunua nazipigia deki nazipigia deki <laughs> tena nataka nyingi sana jezi zao. Napigi za watu, napigia deki naoshea gari yangu, ndio ni kazi yake. Jezi zao biashara za watu hizo, yani nakwambia hivi hazina thamani ndio, hey. Maana mwandishi, jezi zao zilikuwa hazinunuliki kutokana na kutokuwa na ubora. hmm. yeah. Ibarra, nini kifanyike simba waweze kuondokana na hii dhahama ambayo inawakumba kwa saa hizi, inaonekana kama haichezi vizuri, lakini pia vilevile vile inaonekana hawapati kile wanachokitaka. Unajua mwandishi, kusema ukweli, huo ni ukweli kwamba kweli simba wanatuweka roho juu dakika tisini kwa sababu sisi washabiki na wanachama mwandishi, tunapenda matokeo yapatikane mapema, ili tutulie, turilaksi, muona bwana, turilaksi tuishangilie timu yetu, lakini inapochelewa matokeo, kweli inatuumiza. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, kwa kwamba kila kocha ana falsafa yake. Huyu moroko alishika timu kwa muda, kwa mechi ya leo. Atakayekuja tuna imani naye kwamba atatumia falsafa ya simba na atatuvusha mbali. Neno lako kwa uongozi wa simba Sports Club unawaambia kitu gani haswa? Uongozi nawaambia tu kwamba wawe makini, wafuatilie ya timu yao, na sisi tunachotaka furaha sisi sio timu ya kupigwa mara sita, hatutaki hiyo kitu. Hatutaki kabisa na hasa kufungwa na huyu nyumamwiko, huyu nyumamwiko tumechoka kufungwa naye. Sasa huyu chawa wao ambaye yupo kwetu, yani mwisho wake umefika, mwisho wake umefika, yani wali tunafanya uchaguzi, tunamwambia tunampa mkono wa kwaheri eh. Asante.